Mweka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mweka wega ni guka kunyitirira munene wa bururi. Na mweka wega ni guka kumwira farafare no turenda eire ta ndingo ing'o. Ni mweka wega ni guka. Raisi, wacha nikwambie, mkutano wako uko na wanafunzi wengi sana. Shule ya Muchagara umetujengea cho. Shule ya Kea umetujengea cho. Shule ya Matanya umetujengea choo na sasa leo tunakuomba kuomba rais. Kuna mahali hatujakamilisha, utuongeze ka kitu tukamilishe. Mimi ninataka kuomba nikiwa hapa, wanafunzi wa hapa ambao wanamaliza high school wanaenda Keharu kusoma maneno ya technical. Hiyo wanaenda Keharu technical. Sisi tunaomba hapa shule ya Moshagara tufanyiwe renovation na tuletewe equipment wanafunzi wetu wakuwe wanasomea hapa vile vile mimi nnaomba raisi, shule ya moshaghara sekondari itengenezewe administration block. Raisi, mimi nataka kusema asanti kwa naibu wako. Naibu wako kulikuwa na wakati mama anaitwa Grace Wanja aliaga na ni mama wa hapa juu ya kuchomwa na petroli na bwanake, ile maneno tunapigana nayo ya GBV, naibu wako alitusaidia sana, ni naibu mzuri. Nikimalizia raisi, adoito ego kamoo erea yejoku

ni kumi express. ni kusonga na nani? Kusonga na nani? Kusonga na nani? Asanteni sana watu wa Maragwa, Maraguarichi.